Kuelekea katika mchezo wa dabi ya Kariakoo itakayochezwa tarehe 25 mwezi huu. Goli tano alizoshinda Simba, naye kashinda goli tano lakini kila mtu kishinda goli tano, Yanga kashinda goli tano, Simba kashinda goli tano, wote tumepata pointi hizi. Eh, kwa hiyo kushinda goli nyingi unapata pointi tatu, kishinda goli moja utapata pointi tatu. Kama wao wanasema salamu, si tushazoea kumfunga mtu goli nyingi tu na akifanya masiala hata yeye atarishinda tano, anaweza kula hizo anazotaja, anaweza kula hizo hizo tano kama alizokula mwezie kule, si bahati tu. Kwani sisi msimu wametufunga goli ngapi? Sisi hatubahatishi, ila tumesema tulijipanga, na kocha wetu alisema tunatengeneza timu na timu imeona ilivyotengenezeka. Tumeingia fainali kombe la shirikisho, na mpaka sasa hivi wao na sisi bado pointi moja washinde yao ya Jumapili na sisi tushinde na sisi ya Jumapili, tubaki kila mtu pointi moja. Nafikiri Mungu akipenda, uongozi wetu ukishatoa tamko kama tutacheza hiyo fainali, basi kombe liwe uwanjani pale. Hamna uhakika na mchezo wao kwamba mtacheza aidha hamtacheza. Sisi tuko tayari kucheza, ila tunasubiri mamlaka wa viongozi wetu watoe tamko kwamba tunacheza. Hata asubuhi tukipangiwa, tunacheza, tuko tayari, kwa sababu kombe siku litakuwa uwanjani. Tunasubiri viongozi wetu watoe tamko, mechi hiyo tutacheza, tuko tayari kucheza na daa Yanga Afrikani, hata saa nane tupangiwe. Anaheshimika na kweli kuheshimika kwe kupo, haina kipengele isiwe na kipengele. Uongozi wetu utapotoa tamko, sisi tutakwenda kushiriki kushiriki kucheza nao. Unaiona, una vipi hali ya kikosi chako juu ya mchezo ambao umecheza, kwa maana ya kwamba performance ambayo ilionekana kwenye mchezo dhidi ya King Gold, na amesikika mchezaji mkubwa Ope Chilo akisema ya kwamba kama watacheza hivi kwenye mchezo dhidi ya Yanga watapasuka goli nyingi. Kauli hiyo ulisikia na unaizungumziaje? Nilikuwepo Tabora na wakati akizungumza, anaojua na waandishi wa habari, mimi niko uwanjani. Sisi Simba tuna kawaida moja, huwa tunacheza na timu anavyokuja na sisi tunavyompokea tulikuwa tuwezi kutoa nguvu nyingi timu yenye ishashuka daraja, tujitoe? wakati tunajua kabisa kuna mechi Jumapili ndani yetu, sisi nao Kagera. Kwa hiyo tulikuwa haina haja ya kukuruka sana kutoa jasho na damu, sisi mechi yetu ya kutoa tunaijua, nefamu, ya kutoa jasho na damu tunaijua bro. Kama wanahitaji tutoe jasho na damu, waje, mechi ipi ambayo mnaifahamu ninyi ya kutoa jasho na damu? Kio, wanasema dadi ya mama haina kipengele na wanasema moshika wasa kulipia ile ndege ambayo tulipewa kwa ajili ya kwenda kushiriki fainali. Sisi tumesema katika ligi wowote atakokuja sisi ni halali yetu mm. kwa hiyo tunahitaji mm. wowote anaokuja katika ligi sisi ni halali yetu, na tumesema hivi, Simba unamjua kwenye mtu ambao anamhitaji zaidi Simba ndo anakuwa mbaya zaidi. Kwa hiyo kama wanaona kwamba tumecheza sijui chini tumecheza sisi tumesema hivi waje, hiyo tarehe ishirini na tano alafu ndo atatujua kama Simba au akina nani wanakwenda kumaliza visiwani Zanzibar, kabla ya kufaana na nini, kwa maana kwa kwamba wanakwenda kucheza

Sisi tumezungumza kama washabiki wa Simba, wanachama wa Simba, tunaomba na viongozi wenyewe wanaocheza huko Zanzibar, wacheze watafute pointi tatu au wafungwe, tunaocheza sisi hapa Dar es Salaam tutatafuta pointi tatu ili tuendelee kushindana kwa pointi moja, alafu tunasikilizia viongozi wetu watatuambia nini kuhusu dabi ya tarehe ishirini na tano. Wakiruhusu tukacheze tutakwenda, tutacheza na kumfunga, tutamfunga wala haina shida asilimia ni ngapi sasa ya kuhakikisha kuwa e, mnabeba ubingwa huo? Na hakuna ubingwa unaomalizika no, basi na kumaliza michezo, na ninyi mnaeleza kwamba hamna uhakika. Ninyi ni watu ambao mko karibu kabisa, na sababu hakuna tamko lolote ambalo mmelisikia kutoka kwa viongozi. Na e, ikitokea mjapeleka timu mambo yatakuwa vipi? Sisi tunakwenda kwa mipango, viongozi wetu wanalifahamu hilo, wana mipango thabiti, hawakurupuki, wanapanga mipango wao thabiti wakisema bwana, hili tunakwenda, tunakwenda, hatukurupuki, hatu lopoki lopoki. Viongozi wetu wa Simba Sports Club wana mipango thabiti. Wakishasema kwamba dabi ipo tarehe ishirini na tano, wanajua wanachokwenda kukifanya, na ushindi tutapata. Mzungu ako kwa mashabiki wa soka nchini Wanasimba kwa ujumla, wale ambao wanataka kuja Dar es Salaam, ukiwa awapi uhakika kwamba asilimia mia mchezo hukoa huko. Kimya kwenye viunga vya Msimbazi kuna nii, watu wanajiuliza maswali mengi. Washabiki wetu ni watu wa kujielewa, wanasubiri tu tamko la viongozi wao. Sasa hivi wako atesheni, wote waliokuwa mikoani wa hapa Dar es Salaam, wanasubiri tamko hili mmoja tu la viongozi wetu Yani, ile ikizungumzwa tu, sisi Simba hatuna kipengele babu, wakati wote tamko litavyofanyika utatua uwanjani tarehe ishirini na tano tamko litalotolewa na viongozi wetu, kama tunacheza au hatuchezi. Kama tutacheza na pale uwanjani tutakuwepo wengi kushinda tawa Yanga. Nataka kuniambia mnataka kupingana na busara za e, mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, hatuwezi kupingana naye, kwa hiyo mtakubali kucheza. Tumesema tunasubiri tamko la viongozi wetu, kwa hiyo mtakubali kucheza. Eh, tamko la viongozi wetu, wakishasema tucheze tunacheza. Wanaweza kukataa, tunasubiri tamko la viongozi wetu hmm. Eh. Tunaitaka tunaitaka tena kwa uvumba na ubani tena, wachezaji wetu wana morali kubwa wana morali kubwa ya kucheza na wale yani, si tunahitaji ubingwa, hatuna kitu chochote zaidi ya ubingwa. Tunahitaji ubingwa, hatuna kitu chochote zaidi ya ubingwa. Jiandaa vipi kwa ajili ya kwenda kuwakabili sasa, wananchi tarehe 25, ikiwa siku zinazidi kusogea na umesalia mchezo mmoja kabla ya nini, kwenda kuumana? Tuko vizuri, tumejiandaa vizuri, na nimetoka kusema hapa, tulipoanza na ndo tunapoishia. Kwa hiyo kama dabi viongozi wetu watatamka ipo tunakwenda kuchukua pointi tatu na kuchukua kombe. Ninyi kama ma wa ruasimyama Simba, mmejiandaa vipi sasa kwa ajili ya kuelekea kwenye mchezo wa tarehe 25, ikiwa hamasa kubwa inahitajika kutoka kwenu, ikiwa watu wengi wanawatazama, wako nyuma yenu, hususan mashabiki wa Simba Sports Club wale ambao wako katika mikoa mbalimbali? Tuko vizuri, tuko safi, tuko fiti, tuko tayari kupambana na mtu aina yote. shida yetu sisi ni kupata pointi tatu na kuchukua ubingwa chochote cha za kupoteza zaidi ya ubingwa wito wako kwa mashabiki wa Simba wasubiri tamko la viongozi wetu mm. dabi itachezwa waje kwa wingi uwanjani waje kwa wingi uwanjani tarehe ishirini na tano waje kwa wingi uwanjani na nawafahamu washabiki wezetu hawana dogo hawana mbambamba tutajaza uwanja mm. na ikiwezekana hata kombe tutabeba asilimia ngapi kikombe msimbazi msimu ukiwa kwa safari inakupa asilimia mia si, eh, tunachukua. Tutacheza ambapo uongozi wetu utatoa tamko utatoa tamko. Ndio sababu bado viongozi wetu bado watatoa tamko, haina shida, sio kuvurugana. Viongozi wetu wana busara, hawakurupuki. Kwa hiyo tunasubiri tamko, akishatoa tutakwenda kucheza. Neno lako la mwisho kwa mashabiki wa soka nchini ambalo litakufanya uweze kuweka nukta, kupitia Chapesa Media, kituo bora kabisa cha habari na matangazo. Wasubiri tu hiyo tarehe ishirini na tano, wanachama Simba Sports Club, viongozi wetu, wapenzi wa, wa timu Tanzania, wote wanaoipenda dabi ya Simba na Yanga, upande wa pili, upande wetu, waje kwa wingi, waje waone nani atachukua kombe. Shukran sana na nikutakie Ijumaa karimu. Asante. Asante.